Baby, niambie baby. Mimi ndo natoka hivyo, kila kitu kipo ndani. Unga upo, mchele upo, kila kitu kipo ndani na kitakachopelea utanipigia simu asiyeno yako. Sawa baby. Sawa baby. Ah, kuna kitu ambacho. Mbona mimi naisema malipo. Baby ukipenda, sina jinsi ninavyokupenda baby. Unajua ndio kwa huko nakwenda kwa mama mkubwa. Jiangalie sana, pia umsalimie. Sawa, salamu zimefika. Mwambie eh, siku nikipata muda takuja na mimi pia nimtembele.

unavomdekeza unamngang'ania sana, kama ndo yani ndo umezaliwa naye tumbo moja, tumbo zicho kizaa. Usikione huruma, unamuonea huruma. Unajua ukiyatazama, ukiyatazama yatakwambia nishajiweka kwa kujiweza

Kisa mapenzi hivi, huyo mwanamke mmoja tu ndo akae au anakuadhisha tu? Kushangaa sana, achana na mwanamke ambaye anakulizaliza kila siku. Mapenzi sio dili hapa mjini, jipambanie mwenyewe. Halo? Bamtu Ma, mtu mambo? Uko poa? Bamtu vipi? Nashukuru, si unaona mimi shemeji yako ile ya kwanza ilizingua sasa hivi na pisi nyingine mpya, hapana. Josephat shemeji yako labs nampenda sana nananifanye, milioni sina nyota ya kupendwa tena hapa duniani Alinipa shanga yani. Nakusikitikia sana. Kwa sababu gani? Kupendwa wewe, ulipendwa na wangapi? alafu ukawacha, uliwaumiza mara ngapi? Lakini walipiga moyo konde. Kwa nini? Achana na mapenzi yanayokuliza Kuambie kitu rafiki yangu, tafuta pesa. Ukishapata pesa, kila kitu kitakaa sawa. Dada, vipi? Ulikuwa uone watu hao, ina maana uone hivi. Wee, mimi na wewe nani kwanza? Kumpushi mwenzie, unaonekana mwanamke nikucha, anachelewa kupokea simu, shida nini? Pole mpenzi, na kazi, wafanya nini? Sahivi umeshatulia? Tunaweza kuongea kidogo, afu mai na kitu wadaka, nikwambie kama utojali hata mwanamke unayemlilia huyo atakuja mwenyewe. Pesa ndio kila kitu hapa mjini, lakini sio kwa, unakaa unalialia, majirani wakitoka nje akikuona na wewe umekaa hapa unalialia tu. Wilibert, mimi sitapendezwa na hili bana. Sasa na kuuliza, vipi ile swala la kuja kwa kompenzi? maana nimekumesh mwanzio. Ah, sawa, kuja nyumbani haina mana sasa hivi niko studio kidogo, nikimaliza nitakupigia, sionane saa sia, kipenzi changu. Jua nimekumisi, nami sikuniambia tena, nami nimekumisi pia, nchumba wangu, nakupenda. Mwanaume sijua umenipa nini yani, so hapana. <tipi> temhivo si te kama tu ni mapezi yako nao yani, natamani hata awepo kwa saizi, yani hata kuongea naye kwenye simu visiliviki, sina na mambo mengi mpenzi, nilikuwa nakusalimia tu, kipenzi changu

mimi ananipenda sana. Shauri usio nakaa unavilia kisa mapenzi, ifikie wakati achana na mapenzi, jaribu kutafuta pesa. Unakaa kama mtoto mdogo usiojitambua usiojielewa. Loveness ni mtoto mdogo, tena binti wa kike, asikusumbue kisa mapenzi you. I love you.

Ana uzuri gani kwani wewe wakukutesa kiasi hicho eh? Nampenda sana shemeji yako, nampenda sana I love this. Amekaa ndani ya moyo wangu, ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu, siwezi kukubali kumpoteza kiurahisi. Siku zote kwenye mapenzi kuna maumivu, na maumivu ya mapenzi anayajua yuye anayejua kupenda ile yule anayejua kuchezea yeye hayatambui maumivu. hata siku na mome, najua unayeyapitia, lakini hachana na mapenzi. Mapenzi yatakupoteza. Angalia mbele, usiangalie nyuma. Usifanye vitu kuwafurahisha watu. Jaribu kuwa kama mwanaume, kuwa mkakamavu, hachana na mapenzi. Tumefanya mengi sana na kiasi kwamba inakuwa ngumu kusahau pia hata kuachana naye, nampenda sana anasema. Na nasema namaanisha kutoka moyoni. Kifupi, ingia tu ndani ubadilishe nguo, si tuondoke tukajifresh mind. Naona kwa sasa hivi hauko sawa kabisa, inaweza kuwa tutakapoenda huko the fresh mind, changamka tena na mapenzi. Mapenzi atakuliza sana

kadaka tena huko mwingine Aboaa, ni aje shemeji yangu? Anse, unapendeza na ulivyo kadogo dogo. Kashimkangumie jamani. Haya, safari ya wapi? Aa, idg mama mjengo amesharudi? Mama mjengo bado hajarudi. aia Toka kuwasiliana naye mm, kwenye simu mm, ameniambia mdogo yeah, wake anaendelea vizuri huko mm, e, kwa amesema hatachelewa kurudi. Wewe una balaa.